Tuna gold ambazo zinachimbwa, lakini unakuta watu wanasafirisha makonteina, wanakuambia ni mchanga, unapelekwa kwenda kusafishwa nje, na sisi ndio tunasindikiza. Na wananchi mpo, tunashangilia, waandishi wa habari mnashangilia, makonteina yanaenda kule, wala hujui kama kule mle, mle ndani kuna mchanga kwa sababu tu kwamba wanakwenda ku separate. Kwa nini tusijenge separation? Mfano hapa tukatengeneza Watanzania employment, na bahati nzuri kwenye masuala ya meto, kila meto ina boiling point yake, tuna hiti tunafanya ile separation method. Haya ndiyo najaribu kuyazungumza kwamba watanzania tuwe wa, na haya ndiyo yanatakiwa, ninyi waandishi wa habari myapigie kelele ili kusudi nchi yetu isiendelee kuwa inaibiwa. Kwa nini kila kiwanja palipo na, na, na dhahabu kuna, kuna kiwanja cha ndege? Je, tuna monitaje? Na ndege za nyingine ikishaondoka pale wala haisimami hapa. Haya, kama sisi wa Tanzania tunatakiwa tusimame imara kwa umoja wetu. Hili sio swala la rais tu. Rais aweza akaona Kahama, akaona Nyamongo, akaona Tanzanite. Sisi wote Watanzania ni lazima tujali utanzania wetu, tujue hii ni rasilimali yetu, ili fedha zinazopatikana hizi ziwanufaishe Watanzania wote bila kujali dini zetu, makabila yetu, vyama vyetu na kadhalika, kwa sababu lengo ni kuhakikisha tunalenga kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo ninachosema you are right kwamba tunatakiwa sasa to move forward na kuziangalia vizuri sheria zetu, ili haya hizi rasilimali tunazozipata nchi kama nchi tuweze kufaidika nazo. Sifahamu kama nimekujibu vizuri, ndugu Machumba. Bila shaka, majibu, majibu ni mazuri, mheshimiwa rais, tunakushukuru sana. Tumefikia katikati ya mahojiano yetu. Uh, ndugu waandishi wa habari na wahariri tupate mapumziko kidogo kama ya dakika tano. Wewe waache tu waulize maswali. Mimi leo ha, leo nataka <laughs> <laughs> yoyote tu anayetaka yeye aumwe. Mimi nitaanza kuchagua mwenyewe. <laughs> Waache watu washibe waulize chochote wanachotaka tukishamaliza hapa. Mheshimiwa Rais, kama unachagua mwenyewe ruhusa. Ah, wewe chagua tu ninyi wenyewe. Asante sana mheshimiwa Rais. Naitwa Joseph Kulango, anatoka Quality Media. Mi swali langu lina base sana kwenye Tanzania ya viwanda, sijui serikali yako imejiandaaje katika kuhakikisha kwamba tuna train mafundi mchundo zaidi kuliko wasimamizi wa viwanda ambao ni wahandisi, kwa maana ya kuimarisha vyuo vyetu vya chini, kwa mfano VETA na vinginevyo. Lakini pamoja na hayo na kwenye sekta ya utalii, tuna vyuo vya utalii hapa nchini hivyo vyo vyetu tunaviandaa tunavi vipi ili kutoa wataalamu kwa ajili ya kuimarisha utalii nchini? Asante, asante sana ndugu no Joseph Kulangwa, ni kweli kwamba tulifikiria kwamba katika kutreni watu lazima tuwe na chuo kikuu, na ndiyo maana hata vile vyuo ambavyo vilikuwa ni tertiary schools ambavyo vilikuwa ni vyakati vya kutoa ma technician na kadhalika, tulivibadilisha kila kimoja kiwe chuo kikuu. Nafikiri it was a bad directions, lakini nakubali na hiyo changamoto. Tumejipanga, na ndiyo maana tuna lengo sasa hivi la kuanzisha nadi vyo vya VETA katika maeneo mengi, ikiwezekana hata karibu kila mkoa, kila wilaya, ikiwezekana tuwe na VETA. Viwanda vyetu vidogo vidogo vya SIDO viweze kutrain watu, lakini pia tunawapromote watu na kuwahamasisha wale wenye uwezo wa kuanzisha vyuo wasifikirie tu kuanzisha chuo kikuu, waanze pia kuanzisha katika vyuo ambavyo vitakuwa vina treni hawa watu wa kawaida, kwa sababu ninafahamu, nilitoa mfano siku moja kwamba hata chuo cha usafirishaji leo ni chuo kikuu, wakati lengo lake lilikuwa ni kutreni watu kwa ajili ya sekta ya usafirishaji. Kila chuo sasa unakuta kila mmoja. Na hii inawezekana labda kwa sababu palikuwa na mikopo <laughs> labda kuna njia ya aina fulani iliyokuwa inawafaidisha hawa watu, kwa sababu pakishakuwa na mikopo ya serikali, na kwa bahati mbaya tumekopesha sana na waliokopeshwa wala hawarudishi, na ndiyo maana sasa hivi kuna madeni ya wanavyuo ambao walikopeshwa zaidi ya trilioni 3.5 sina uhakika, wewe kulangu kama umeshamaliza mkopo wako au ulisoma wakati wa kutoka <laughs> lakini ninachotaka kusema ni kwamba tulijisahau kidogo, tukafikiri tuna wakati wa kutreni vyuo vikuu tu. Hata chuo kikuu cha utumishi cha Mzumbe kilikuwa kinatoa maofisa utumishi wazuri sana, leo ni chuo kikuu. Dar es Salaam Institute of Technology, leo ni chuo kikuu na kadhalika, na kadhalika. Nafikiri ni swala zuri uliolizungumza. Ni lazima sasa tufikirie pia katika kutreni makada hawa wengine wa katikati, katika kuhakikisha kwamba wana supplement hawa na wa chuo kikuu na wa katikati na kadhalika, kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo this is the good challenge Mheshimiwa Rais, uh, hapo hapo katika upande wa elimu kwenye e, tathmini yako umezungumzia swala la zilizofanya wanafunzi wengi sasa wanasoma bure, na swala la madawati pia sasa la juhudi zimeleweka. Lakini wengi wanazungumzia swala la ubora wa elimu, na wanakubali kwamba kweli hali ya ubora wa elimu nchini kwetu hasa katika uh, hatua za mwanzo na kuja mpaka chuoni huku si nzuri, na labda hasa tatizo liko kwa kuangalia swala la walimu. Walimu kidogo wanaonekana hawajapata juhudi za kuimarishwa ili wakaweza kutekeleza kazi hii ambayo kwa kweli ni ya moyo katika, katika hali ya ubora zaidi. Hili nalo unaliangalia vipi? Eh, ndugu Muhando, swala <coughs> la ubora wa elimu ni swala mta, mtambuka. Bahati nzuri na mimi ni mwalimu, kwa hiyo ninalifahamu na nimeliishi, lakini kwa sasa hivi suala la ubora wa elimu katika nchi yetu limeanza kubadilika, limeanza kutoa mwelekeo chanya, na ndiyo maana ukiona hata katika matokeo ya mwaka huu kwa shule nyingi ambazo zimeshinda, ukiangalia zingine wala sio shule za private. Mpaka Katavi kule, mkoa wa Katavi ni miongoni mwa mikoa mitano bora katika nchi hii. Mkoa wa Geta ni miongoni mwa mikoa bora iliyoshindisha katika, katika nchi hii. Nafikiri Geti imekuwa ya kwanza au Katavi, kitu kama hicho. Lakini ukiangalia katika maeneo kule, si kwamba shule zote ni za private. Kwa hiyo ubora umeanza kupatikana, lakini serikali yangu ya awamu ya tano inatambua umuhimu wa walimu. Kuna nilisikia hoja moja anazungumza kwamba kama kama mmepunguza wafanyakazi hewa kumi na saba kwa nini mishahara bado iko almost the same? Kwamba mnalipa bilioni bilioni mia, mia tano na kitu mia tano sitini na kitu siku za nyuma. Kwanza madai ya walimu mengi yalikuwa tunadaiwa. Mpaka sasa hivi napozungumza tumeshalipa madai ya walimu elfu 63 na mia tano na tukalipa bilioni 22.6 bado kuna madai ya walimu elfu 49 ambayo yana thamani ya, ya bilioni 23 tunayafanzia uchambuzi, kwa sababu siku hizi ukiletewa tu kila kitu unalipa, utaingia mkenge, waswahili wanasema. Kwa hiyo tunafanya uchambuzi hayo nayo madai, nayo tuweze kuyalipa, kwa sababu kuna mambo mengi mno humu yalikuwa yamechomekwa chomekwa, palikuwa promotion zimesimama, watu wengi walikuwa hawapate promotion yao, walikuwa wanadai arrears na, na ndiyo maana katika hizi fedha zinazolipwa kwenye mishahara zingine tumelipa madai ya watumishi mbalimbali mbali. Kwa mfano walikuwa wanapata promotion, lakini sio kwamba ajira zimesimama. Wakati tunatangaza ile miezi miwili ya kuholti kidogo, palikuwepo watu waliokuwa wanamalizia kozi zao, palikuwepo wanajeshi, palikuwepo polisi. Usingeweza kuwaambia wamemaliza, basi huwezi ukawaingiza mle ndani. Usiniambie ni idadi gani, kwa sababu nitakuwa nimetoa siri, lakini lazima wamelipwa mishahara. Kuna madai ya, ya, ya, ya pensions, funds ambayo yalikuwa hayajalipwa tangu mwaka elfu mbili na kumi na moja tulipoingia mwezi wa 11 tukalipa bilioni 187 tulipofata tukalipa bilioni 89 <coughs> tunaendelea kupunguza hilo. Unajua ndugu zangu, kuongoza ni kazi kubwa sana. nilikuwa na, na, na, na bipu, simu ikakatalia kule, ikajipiga. ningejua nisingeomba <laughs> kwa hiyo tunashughulikia haya madai, na ndio maana wengine wana si walimu tu, wengine wanadai kule mbona tawala za mikoa kule fedha haziendi? Tumepeleka bilioni 177. Tofauti ni kwamba watu walizoea kuwa tunapeleka fedha za chai na za kurakura. Sasa hela ni lazima kila moja hela iwe monitored. Walizoea kwenye osi unapeleka mahela tu, halafu yanakuwa ya chai kuzunguka kufanya nini, trip, they will never see it again na ndiyo maana wengine wanatumia hela haziko huko. Mbona kwenye mwenge walijipanga wote kwenda, walitoa wapi nauli? Mambo mengine is so simple. Fedha zinapelekwa lakini, si zile wanazozitaka wao wa. Kwa hiyo ni lazima tu, ndugu zangu waandishi, mjaribu kuwaelimisha Watanzania kwamba tunaenda mwelekeo wa tofauti kuliko ule tuliouzoea kwa miaka karibu hamsini.